Wahandisi nchini Kenya wametoa tahadhari kuhusu wa hali ya usalama wa majengo jijini Nairobi, wakionya kuwa jiji hilo linakabiliwa na hatari kubwa ya maafa ya mara kwa mara endapo hatua za haraka hazitochukuliwa. Kwa mujibu wa taasisi ya wahandisi wa Kenya, takriban asilimia themanini ya majengo yaliyopo jijini Nairobi ni hatari kwa usalama na asilimia themanini ya majengo yanayoendelea kujengwa kote nchini humo hayajafanyiwa ukaguzi. Kauli hizo zinajiri baada ya siku chache baada ya jengo lenye ghorofa kumi na nne lililokuwa likijengwa kwenye eneo la South C, jijini Nairobi kuporomoka na watu wanne walikufa kwenye maafa hayo. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa jengo hilo mara kadhaa lilikuwa likiwekewa alama ya hatari, lakini ujenzi haukusitishwa bali uliendelea. Tukio hilo limeibua hasira za umma na maswali mazito kuhusu uwajibikaji wa maafisa wa kaunti na wadau wa sekta ya ujenzi. Rais wa taasisi ya wahandisi nchini, Facet Omoro amesema takwimu hizo zinaakisi kwa uwazi kushindwa kwa mifumo ya udhibiti na usimamizi wa ujenzi, akionya kuwa Nairobi imegeuka kuwa eneo la majaribio ya uzembe na tamaa.